Habari, naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, katika video hii nitashare na wewe jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Wajasiriamali wengi wanashindwa kuuza bidhaa au huduma mtandaoni, wanashindwa kuanza, na wengine hawajui jinsi ya kuanza kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Baadhi ya wajasiriamali wengi wanatumia gharama kubwa sana kufanya matangazo ya kusponsa, na hivyo kushindwa kupata wateja wengi mtandaoni. Kama na wewe unapitia hali hii, tafuka mahali, utakata tamaa, utafilisika kwa kutumia fedha nyingi kufanya matangazo ya kulipia. Matokeo yake biashara yako itakufa. Biashara isiyokuwa na wateja ni biashara iliyokufa. Ukishindwa kufanya biashara, maana yake utakosa pesa, maisha yako yatakuwa ya taabu, utadhalilika kwa kukosa kipato, ndoto zako zitatoweka na kuishika na kuisha kama ombaomba. Kama wewe ni mgeni, basi bofya subscribe. Eli next time tunapotoa video zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unakutaarifu kwamba tumeitoa video pia. Basi bofia, subscribe bofia picha ya iliyoko kwenye screen yako, kisha bofia subscribe. Habari njema katika video hii leo. Uh, itashia na wewe jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni kwa kufahamu haswa hatua za lazima unatakiwa kuzipitia ili uweze kuuza bidhaa au huduma mtandaoni kwa rahisi. Katika mchakato wa kuuza bidhaa au huduma, kuna hatua kadhaa unatakiwa kuzipitia kuweza kufanikiwa katika kufanya mauzo mtandaoni kama ifuatavyo. Kwanza, kutambua soko lako lengwa. Katika hatua hii, unatakiwa kujua soko lako lengwa haswa ni lipi, tofauti kati ya soko lengwa na hadhira lengwa, na jinsi ya kufanya utafiti wa soko kuchagua soko lako lengwa, ili kurahisisha mchakato wa mauzo mtandaoni. Soko ni kundi la watu fulani wenye uhitaji wa bidhaa au huduma pili, kutengeneza ujumbe sahihi wa soko lako lengwa. Hatua ya pili unataka kutengeneza ujumbe wa matangazo wenye mvuto na aina ya tangazo lenye mvuto kwa walengwa ili kunasa wateja wengi kwa urahisi. Tatu, kutambua jukwaa sahihi la kufanya matangazo kama Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Hatua ya tatu, baada ya kujua mlengo wako ni nani na unatatua changamoto gani ya mlengo wako, unajiuliza mlengo wako anapatikana wapi zaidi, ili kujua wapi unaweza kutangaza na kuwapata watu wengi zaidi. Nne, kutengeneza mfumo wa kunasa wateja. Katika kipengele hiki una tunaangalia jinsi ya kutengeneza jukwaa la kuwasiliana na kuwafikia walengwa mtandaoni ili kujenga mahusiano kwa kutoa kitu cha bure, inaweza kuwa ni ushauri au mafunzo Yukwa ya bure kwa walengwa. Jukwaa ni mahali ambapo unaweza kupatumia mtandaoni kuweza kuwasiliana na walengo wako. Tano, kutengeleza mfumo wa kutoa thamani umbali kwa walengwa. Katika hatua hii unatakiwa kujiweka katika namna, kujiweka katika namna ya kuaminika kwa walengo wako, kutengeneza maudhui yenye vichwa vya habari vyenye ushawishi wa kuwafanya walengo wako waweze kupata shauku ya kununua bidhaa au huduma yako. Sita, kutengeneza mbinu za kufanya mauzo. Katika hatua hii, unatakiwa kuvunja vunja vikwazo ambavyo vinaweza kufanya walengwa wako kushindwa kununua bidhaa au huduma yako. Hatua hii ni muhimu sana kuweza kujua walengwa wako ni kina nani, wanataka nini, wanavutiwa na ujumbe upi na ni vikwazo vipi ambavyo vinaweza vikawafanya washindwe kununua bidhaa au mali. Katika video ijayo, tutaangalia vipengele hivi kwa kina, hatua kwa hatua. Kama uja subscribe basi, bofya subscribe, share, like video hii. Tukutane kwenye video ijayo.